Hello guys, karibu katika channel yetu ya The New Focus Generation. Kama bado hujasubscribe hakikisha umesubscribe kwa ajili ya kupata updates kila tunapoachia video mpya ya mafunzo. Siku ya leo tutaenda kuangalia au tutaenda kujifunza kitu kinaitwa algorithm. Kujifunza kitu kinaitwa algorithm. Kwanza, tunapozungumzia kitu kinaitwa algorithm, kumekuwa na changamoto kubwa sana kwenye mtandao wa kijamii yaani mtu anakuwa na akaunti kubwa, lakini akaunti yake ni akaunti ni bubu. Akaunti yake ni kubwa, ana followers wengi, lakini hamna mtu anaye, an, anaye comment Hamna mtu anaye like wala hamna mtu anaye subscribe. Nakutana followers hata 1000. Lakini kwa nini unaposti kila siku lakini haupati engagement kama hizo like, comment na kadhalika? Katika video hii tunakwenda kujifunza jinsi ya kuiwini algorithm. Tuna kuenda kujifunza jinsi ya kuiwini algorithm kwa kuhakikisha tunakwenda sambamba mpaka mwisho wa video hii. Tunaposema algorithm kwanza, anatakiwa utambue algorithm ni jumla ya mwenendo interest na tabia yako kwa ujumla kwenye mitandao ya kijamii mtandaoni Watu wanaosimamia hawawezi hawawezi kufuatilia mwenendo wa kila mtu, kwa sababu mtandao una mambo una mambo una mambo mengi na una watu wengi pia. Kwa hiyo, wanachokifanya wameweka pale maroboti. Sasa ile maroboti yanaanza kudetekti tabia yako, interest yako katika mtandao husika, ili kusudi waweze kujua sasa wewe unapendelea nini, wakuletee nini? Hiyo ndio tunaita social media algorithm. Tuchukulie mfano, we kila ukiingia YouTube pale kwenye kwenye search pale kwenye sch kusearch. Unapenda kusearch mambo ya digital hapo, pia kunakuwa na algorithm yake, kwa maanake kila unapoingia moja kwa moja watakuletea vitu vya kwanza kabisa ni maswala ya kidigitali haya. Unapenda, unapenda mambo ya udako, kila ukiingia hapo kwenda kusearch YouTube una kusearch mambo ya udako kwao pale kwenye search kwenye, kwenye algorithm ya hapo, kila sehemu kunakuwa na algorithm yake kwao, se algorithm ya hapo utaletewa mambo ya udako. Sasa hiyo ndio tunasema algorithm. Tunasema kwamba ni jumla ya mwenendo interesti na tabia yako kwa ujumla kwenye mitandao ya kijamii pia, katika algorithm zipo algorithm mbalimbali, lakini kulingana na platform mbalimbali. Kwa hiyo Instagram inakuwa na algorithm yake, Facebook inakuwa na algorithm yake WhatsApp ina algorithm yake, YouTube ina algorithm yake, mtandao wa X una algorithm yake. Kila kitu nitakwenda kukufundisha, hakikisha umesubscribe katika chaneli yetu ya The New Focus Generation. Hapa utakwenda kujua mambo mbalimbali, mbali na kujifunza vitu vingi kuhusiana na digital au digitali. Katika video hii naamini kuna kitu umejifunza hasa katika swala la algorithm. Sasa katika video zinazofuata nitakwenda kukuelekeza, nitakwenda kukuelekeza na utaenda kujifunza kwa kina zaidi jinsi ya algorithm inavyofanya kazi kwa kila mtandao, kwa kila mtandao, jinsi ya algorithm inavyofanya kazi tutaenda kuangalia tutaenda kujifunza algorithm ya Instagram inafanyaje kazi. Unawezaje, kui, unawezaje kuiwini algorithm ya Instagram, unawezaje kuiwini algorithm ya, ya YouTube, unawezaje kuiwini algorithm ya mtandao wa X ama Twitter, unawezaje kuiwini algorithm katika kila mtandao, tutakwenda kujifunza. Kitu cha msingi unachotakiwa ukifanya, hakikisha umesubscribe katika channel hii, ili tunapoachia video mpya ya mafunzo uweze kuwa wa kwanza kuipata. Asi yes, karibu majina, naitwa Eliki. Eliki AI no, kutane katika vipindi vijavyo.